Hali ya mambo inazidi kuwa mbaya huko Mashariki ya Kati huku tukifahamishwa kwamba Iran imefanya shambulizi kubwa katika hospitali huko Israeli, ikiwa ni majibishano ya mashambulizi kati ya nchi hizo kufuatia kuzuka kwa mapigano takriban siku sita zilizopita. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Israeli amelitaja shambulizi la Iran katika hospitali ya Soroka kuwa la makusudi na uhalifu, akichapisha kwenye mtandao wake wa, wa X. Shareni Askeli anasema eneo lililopigwa, lililopigwa sio kitu cha kijeshi bali hospitali, akiongeza kuwa hiki ndicho kituo kikuu cha matibabu kwa eneo lote la Negevu la Israeli. Pia ameshirikisha ulimwengu video inayoonekana kuonyesha uharibifu ndani ya hospitali hiyo. Ulimwengu lazima uzungumze, Haskeli anasema. Wakati huo huo, wahudumu wa afya nchini Israeli wanawatibu takriban watu thelathini na wawili kutokana na majeraha baada ya awamu ya hivi punde ya mashambulizi ya Iran, kulingana na huduma ya dharura ya Israeli Magen David Adam, MDA, watu wawili, mwanaume mwenye umri wa takribani miaka 80 na mwanamke mwenye umri wa takribani miaka 70 wanapelekwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya